Tuko siku ya sita ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria kwenye maadhimisho haya ya kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake hapo tarehe nane Machi elfu mbili na ishirini na tano na katika hizi siku sita tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Tumeona na tumeshuhudia pande mbili zikiweza kukubaliana, makundi mengi ambayo yalikuwa yanakuja, tulikuwa tunaweza kuita upande wa pili na wakaweza kukubaliana tumeshuhudia mwananchi akirudishiwa akirejeshewa fedha yake zaidi ya milioni ishirini ambayo alikuwa ametumia kununua kiwanja na kiwanja chenyewe akawa hajakabidhiwa. Lakini pia tumeshuhudia uh, wanandoa wakimaliza matatizo yao. Lakini kubwa zaidi, uh, kampeni hii imeweza kutatua changamoto ya wawekezaji ambao sio wa Tanzania, ni waitaliano ambao walikuwa na mgogoro mkubwa sana na mgogoro wao uh, kini chake kimejikita katika kampuni ambao walifungua pamoja, ambapo uh, pande ya, ya upande mmoja una mke na mume, ambapo mume anashea asilimia hamsini, uh, mke anashea asilimia ishirini na tano, na upande wa pili una mtu mmoja ambaye alikuwa anashea asilimia ishirini na tano. Na mgogoro wao kwa kweli ulikuwa ume, uh, ulikuwa umekuwa ni mkubwa hata wanasheria wao pande zote mbili walikuwa wameshindwa kuutatua, lakini aa, kupitia kampeni hii mheshimiwa waziri alikaa nao na akaweza kutatua ule mgogoro, na leo tumeshuhudia wakitoka hapa wakiwa na furaha kubwa sana. Kwanza wamesaini mikataba, lakini ya pili utekelezaji wa mikataba umefanyika leo tukishuhudia, kwa sababu ule upande ambao ulipaswa kulipa dola elfu thelathini tayari wameshalipa na wamekuja na slipu hapa ya benki tumeshuhudia, lakini hata zile nyaraka uh, nyaraka za eneo la, la, la, la kampuni, lakini uh, vi, uh, magari uh, password mbalimbali ambazo zilikuwa zinatumika katika mamlaka mbalimbali za serikali zimekabidhiwa na kila mmoja ameondoka akiwa na furaha. Kwa hiyo yule aliyeingiziwa fedha naye sasa hivi ameondoka kwenda benki ili aweze kutoa na akaenda kuendelea na maswala yake mengine. Hii ni mafanikio makubwa sana ya, ya kampeni hii ya msaada wa kisheria kwamba inagusa watu wa kila aina, inagusa watu wa mataifa mbalimbali mbali. Lakini pia inagusa watu wa rangi mbalimbali mbali. Na ndio maana utashuhudia ukifika asubuhi hapa umati mkubwa wa watu huko hapa kwa ajili ya kuweza kupata huduma za kisheria. Yani, nimefurahi ni, ni sana kupita kiasi. Kwanza nimeona mzuri sana hiyo kampeni ameanza kufanya mama ya kusaidia sheria hivyo, kwa sababu kweli ame speed up, yani ameongeza mbio ya kupata, ya kupata solusheni kwa kupa tatizo yako ingekuwa tunaenda gotini tungeweka miaka na miaka. Alafu nataka kupongeza hata e, waziri kwa sababu kwa kweli imekuwa mzuri sana, y yameweza kueleza wao waelewe kila kitu. Na asante ya hiyo, mimi nimeweza kupata haki yangu, nimefurahi mno na mama mimi nampenda. Mimi mwaka huu naenda kupiga kura wewe yani, una kitambulisho cha kupiga kura? Mimi nimepata uraia ya Tanzania na mwaka huu wakati nitaenda kupiga kura, mama nitapata kura yangu. Ume, umepata uraia lini hapa Tanzania? ah uh, 21 21. Ndio, ina maana wewe umeoa Mtanzania? Hapana, nilipata eh, kwa sababu nimekaa hapa jumla hadi leo mwaka 31 miaka 31. Nilikuja mdogo sana, sasa karibu iko mzee. Na hawa ndugu zako kutoka Italia, ndio mnafahamiana vizuri? tulikuwa tunafahamiana mwanzo, lakini baadaye, na mwaka kwanza wamesepa, baadaye wakarudi pale, wakaanza mgogoro. Mimi nilikuwa rafiki ya ile mwanaume, wakati ilikuwa na mke ya zamani. Leo tumemaliza aina na... shida tena, lakini asante ya serikali. Yani hiyo ni, ni point kubwa kabisa, ni asante kwa hii kampeni waliofanya hapa na imeweza kuwasaidia kupata sana mimi, mimi nikishapata ile hela nimepotea pesa, lakini haina shida. Nimechukua ingine mafao ambao watanisaidia kwenda kuendelea na maisha yangu, wao waende waende wanayopenda. Umekuwa na wanasheria tangu ulipokabidhiwa na waziri, umeonaje An... wanasheria na jinsi walivyo? Hata mimi nimekuja na mwanasheria, lakini wakati nimekutana na waziri sijakuwa na mwanasheria, lakini nimeona waziri imekuwa mzuri sana kutendeka haki ya yote mbili amechukua upande yote mbili kwa very clean, yani mzuri kabisa, nimefurahi yani... ukiangalia kilichofanyika sasa hivi na ukiangalia pale nyumbani Italia, na tofauti katika kutetea haki za binadamu. Ukiangalia kwa mfano, najua huwezi kwa nchi kama Italia, wezi kuwa kirahisi kukutana na waziri na waziri iko, yani sio rahisi, wakati hapa wakati tumekuja waziri ametukaribisha kama wadugu yani. Mzuri sana. Mkasikilizwa vizuri sana na mkatatuliwa tatu wenu vizuri. Ndio. Karibu Tanzania.